Sasa so, so, basi inawezekana umegundulika na changamoto ya hiyo ya homa ya ini, lakini haujajua idadi ya virusi. Kuna kipimo kinachoitwa viral load. Hichi ni kipimo maalum ambacho kinaenda kupima na kugundua kwamba virusi wako wangapi au wamefika idadi gani. Kwa hiyo hapo unapata picha kamili kwamba namna gani unaweza kusaidiwa, namna gani unaweza kutatua changamoto yako. Kwa hiyo niko hapo kuambia kwamba ehe, eh, kama umegundulika virusi wako labda kwa chini ya elfu kumi kwa hiyo ili uweze kutatua changamoto yote ya hepatitis, jambo la msingi na la muhimu, unahitaji kupandisha kinga ya mwili uweze kuwa na nguvu. Na kinga ya mwili haiwezi kupandishwa kama utatumia virutubisho. Karibu sana niweze kuhudumia na niweze kukusaidia kwa sababu ni tatizo ambalo linawasumbua watu wengi na linaathiri mifumo mingi ya mwili na kupelekea figo kukufanya kazi vizuri, ini kutokufanya kazi vizuri. Karibu sana nikuhudumie.